Kwa jina naitwa Selemani Mwamba e. Awali ya yote kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nikishukuru chama changu chama, chama kwa kunipa nafasi hii ya kuwa miongoni mwa wanachama ambao wametia nia ya kugombea ubunge e, katika jimbo la Mtwara vijijini. Ninayo kila sababu ya kuomba nafasi hiyo ya ubunge, sababu dhamira yangu ni kufungamanisha Ee, sera na ilani ya chama cha Mapinduzi na serikali iliyoko itakuwa kuchukua madaraka. Ni maana yangu kwamba serikali ya chama cha Mapinduzi ndio itakuwa na fursa kubwa ya kuongoza serikali ijayo. Kwa hiyo mimi kama mwanachama ninayo fursa hiyo ya kugombea nafasi hiyo, ili niweze kusaidiana na, na wananchi wenzangu wa jimbo la Mtwara vijijini, ili kujiletea maendeleo. Hii ni nafasi adhimu sana. Tunakumbuka kwamba jimbo letu limekuwa kwa muda mrefu na upinzani, likitawaliwa na upinzani, hivyo imekuwa ngumu zaidi kufungamanisha sera za chama pinzani na serikali iliyoko madarakani. Kwa kupata kwangu fursa, ni kwamba ni njia muhimu zaidi, itakuwa kusaidia kuchangamanisha sasa sera za chama cha mapinduzi na ilani yake pamoja na mipango ya serikali iliyoko madarakani. Kwa wazima yangu ni kusaidiana na wananchi wenzangu wa jimbo la Mtwara vijijini kuhakikisha kwamba huduma za afya, elimu, maji, miundo mbinu inafanyika na inafanyika kikamilifu zaidi. Lakini pia nichukue ni nafasi hii kueleza kwamba ninao uzoefu wa kipindi kirefu serikalini, ni mhudumu katika nafasi mbalimbali ndani mbali ya serikali, hiyo inanipa fursa ya kuona ni kwa namna gani naweza kutumia huo uzoefu wangu na ujuzi wangu kusaidia maendeleo katika jimbo langu la Mtwara vijijini. Kwa ni imani yangu kwamba wananchi wenzangu watanipa wataniunga mkono na kunipa kila aina ya msaada kuhakikisha kwamba jimbo la Mtwara vijijini linakuwa salama chini ya Chama cha Mapinduzi kupitia mgombea ambaye ninaongea sasa hivi Selemani Musa Mwamba. Kimsingi, nataka kukwambia kwamba chama kimeweka miongozo na kimeweka taratibu ambazo kila mwanachama anatakiwa azisimamie. Kwa imani yangu ni kwamba miongozo hiyo inatakiwa kila mwanachama aielewe vizuri, tuendeshe kampeni za kistaarabu ili hatimaye mshindi apatikane katika utaratibu ambao unafahamika. Maamuzi ya chama ya ngazi zote za chama kwenye vikao vile vya uteuzi ni lazima yaheshimike, ili kulinda heshima na, na, na, na, na, na utashi wa chama katika kupata wagombea sahihi. Kwa hiyo niko tayari kushirikiana na mgombea yoyote ambaye chama kitaona kwamba anafaa kutuwakilisha katika jimbo la Mtwara lakini kwa sifa na uwezo na yale yote ambayo nimeeleza, imani yangu ni kwamba nitapata hiyo fursa, na vikao vya chama vitapitia taarifa zangu kwa usahihi zaidi, ili kutoa fursa ya kushiriki vyema katika uchaguzi huu, na hatimaye tuweze kushinda na kuirudisha jimbo katika mikono ya Chama cha Mapinduzi.